Kwa majina naitwa Daniel Kapaya ni katibu wa SMAUJATA Kanda ya Ziwa ninayesimamia mikoa sita ikiwa ni pamoja na mkoa wa Shinyanga, Simiu, Mara, Geita, Mwanza pamoja na Kagera. Mimi kama katibu wa SMAUJATA Kanda ya Ziwa naweza tu kusema tu kwamba nitoe taarifa ya utekelezaji wa mwezi uliopita wa mwezi wa tano kwa viongozi wangu katika kila mkoa walivyotekeleza majukumu yao ya kupinga ukatili. Nikianza kwa kusema tu kwamba SMAUJATA ni shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii Tanzania, ipo chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ambayo kwa sasa imesajiliwa chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, na tunafanya kazi kubwa ya kupinga na kuibua vitendo vya ukatili wa, kwa mkoa wetu sita hii ya Kanda ya Ziwa tumeweza kutekeleza kwa kutoa elimu mbalimbali za kuhusiana na kupinga ukatili hasa kwenye mashure kwenye mabonanza ni hadhara mbalimbali. Nikirejea kwenye upande wa mkoa wa Mwanza, utekelezaji wa majukumu mkoa wa Mwanza, tumeshirikiana na wilaya ya Ilemela, tumetoa elimu ya madhara ya tendo la ukatili katika wilaya ya Ilemela. Mambo yaliyofanyika kwa mwezi huo wa tano ilikuwa ni kukutana na kukaa vikao kwa wadau mbalimbali, kwa mfano wilaya Iremera tulikaa ofisi ya mtendaji wa kata wote ambapo ni sehemu ambayo ya Kahama, lakini mbali na hivyo tulikutana tu kwenye mkutano wa hadhara wa serikali ya mtaa Nalani, kata ya Pasiansi, mkoa wa Mwanza. Lakini vilevile tuitoa elimu shule ya sekondari Kiloleli, kata ya ya Ibungiro, na hivyo hivyo ta tulitoa elimu katika soko la ndizi Kiloleli kata ya Ibugiro. Hapo hapo kwa mwezi huo wa tano, SMAUJATA mkoa wa Mwanza kwa ushirikiano wa SMAUJATA wilaya ya Nyamagana tulifanikiwa kufanya utekelezaji wa ligi ya SMAUJATA Cup ambayo ilianza tarehe 2 mwezi wa tano na kutamatika tarehe 29 mwezi wa tano mwaka 2025. Hivyo basi tumeweza kufanya kazi kubwa ya kuhamasisha na kutoa elimu ya kupinga ukatili katika maeneo mbalimbali katika mkoa wa Mwanza. Lakini tukifanya mkoa wa Mara, tumefanikiwa kutoa elimu kwenye shule, tukiungana na wazazi na walimu kutoa elimu ya kupinga ukatili, hasa katika shule ya msingi ya Songa Mbele na shule ya msingi ya, na ya, ya Kambalage A na B. Na katika kutoa elimu ilikuwa ni kutoa elimu juu ya madhara ya ukatili ambayo yameshamiri wa katika wanafunzi hususan katika mkoa wa Mara tumeona asilimia kubwa ya watoto wengi wamejielekeza sana kwenye mazingira ya, kutere, ya kuacha shule, maanayake hawasomi na wazazi wengi wanawaachisha watoto ili waolewe. Lakini sasa pamoja na hivyo, tunaona kwamba madhara mengi, watoto wanabakwa, wanajifanyia wenyewe ulawiti, wanafunzi kwa wanafunzi, ambapo ni kitendo ambacho kina kama sisi SMAUJATA kinatukera sana kwa hiyo tunaamua kuchukua hatua kali za kuweza kufuatilia familia kwa familia kwa ajili ya kunusuru watoto ambao wanatelekezwa. Lakini pamoja na hivyo, SMAUJATA ilifanya kampeni ya kupita nyumba hadi nyumba, ikampata mama mmoja aliyetelekezwa akiwa na mtoto na mpaka hadi wakafikia kipindi akakosa pesa za matibabu. SMAUJATA ikafanya kazi ya kutoa elimu na baadaye ikaenda kwenye uongozi wa serikali, ofisa madasi na dawati la jinsia, na baadaye yule mama akapata msaada wa kutibiwa kwa sababu alikuwa alikuwa ametelekezwa. Lakini tukienda kwenye mkoa wa, wa Shinyanga kwa, kwa mwezi ulioisha wamefanya matukio mbalimbali mbali ya kutoa elimu ya ukatili, ikiwa ni pamoja na kutembelea chuo kikuu cha ushirika cha Moshi cha Kizumbi, ambacho kwamba wameenda kutoa elimu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na madhara ya madawa ya kulevya lakini vilevile elimu za ukatili wa kijinsia na masuala mengine ambayo ya kifamilia, na vilevile kwa mwaka huo mwezi huo wa tano SMAUJATA mkoa wa Shinyanga wameweza kuokoa watu mbalimbali ikiwa mbali ni pamoja na watu wenye ulemavu ambao pengine walitelekezwa. Wametembelea familia kwa familia na baadaye kufanikia wale watoto kuwapeleka katika hospitali kutibiwa, na baada ya hapo wakafanikiwa kuwapeleka hospitali ya mkoa wa Shinyanga rufaa na baada ya hapo wakapewa rufaa kwenda mkoa wa Mwanza Ugando. Kwa hiyo kwa maana hiyo tunaangalia SMAUJATA inapoendelea kupambana na mazingira mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu ya ukatili, lakini vile vile kuangalia watoto waliotelekezwa na kuangalia familia ambao zimesahaulika. Lakini mbali na hivyo, tukiangalia kwenye mkoa wa Kagera, tunaona kwenye mkoa wa Kagera tumekumbana na kesi nyingi za ubakaji, watoto wamefanywa urawiti, kutelekezwa. Kwa hiyo tunaangalia na paka kesi zingine sasa hivi ziko mahakamani, ni upande wa SMAUJATA imeweza kufuatilia na kesi nyingi zimeharakishwa kupelekwa mahakamani na wale ambao wanaotelekeza wameanza kuchukuliwa hatua mbalimbali, na kwenye upande wa Simiu SMAUJATA imeendelea kutoa elimu kwenye makundi mbalimbali hasa mbali, kwenye watu wa mbina na sehemu zingine makundi ambayo yenye mkusanyiko lakini vilevile imeendelea vile kutembelea kwenye makanisa mbalimbali na mihadhara mbalimbali kwa ajili ya kuenda kutoa elimu ya kupinga ukatili, kwa sababu hili ndio janga la kitaifa. Na ukiangalia ukatili sasa umekuwa ni changamoto katika maeneo mbalimbali, ila ukiongelea upande wa ukatili umeshamiri sana. Na upande wa Geita, vile vilevile SMAUJATA wameendelea kutoa elimu ya kupinga ukatili hasa kwenye maeneo ya migodi, kwenye machimbo, kwenye maeneo ya maplanti. Kwa hiyo wameweza kutembelea sehemu mbalimbali na kukonana na ofisi za RPC na tunamshukuru afande RPC, maafande RPC mikoa yetu yote sita wanatoa ushirikiano kwenye upande wa SMAUJATA na wakuu wa mikoa, kwa kweli tunawapongeza sana wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wanaweza kupambana na kupinga ukatili wakishirikiana na sima SMAUJATA ambayo imejikita kwenye jamii oyo, sana, serikali. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali kwa kuweza kuwaweka viongozi wetu kama hao, lakini tukiangalia kwenye upande wa Mwanza tunaweza tukasema tu kwamba kwa kweli tuendelee kuwapa moyo viongozi wa Mwanza, wanajitahidi kujitoa katika kufanya kazi ya kujitolea. Lakini mikoa yote mikoa yangu yote ya Kanda ya Ziwa, ninashukuru viongozi wangu wote wanajitahidi sana kwa kushirikiana. Katibu wa SIMAUJATA Kanda ya Ziwa, wakati unateuliwa uliahidi kutembelea ama kufanya ziara kwenye Uh, mikoa yako yote ya Kanda ya Ziwa pengine, tufahamishe ni kwa namna gani umeweza kuifikia hii mikoa yako ya Kanda ya Ziwa? Asante kiongozi, wanahabari, tangu nilipoteuliwa kwa kweli nilianza utekelezaji wangu kwa kutembelea mikoa mbalimbali, ikiwa mbali, ni pamoja na mkoa wa Shinyanga, Mwanza, Geita na Simiyu. Kwa hiyo bado ninaendelea na ratiba yangu ya kutembelea hiyo mikoa na nimeona kwamba katika mikoa kwa kweli inahitaji elimu ya kutosha, kulingana na jinsi jamii nyingi ilikuwa bado haijapata uelewa. Lakini baada ya kuanza ziara zangu, nikakutana na viongozi katika kila mkoa, tukaenda kutoa elimu ya kupinga ukatili. Kwa kweli, asilimia kubwa ya watu wanaripoti vitendo vingi vya ukatili. Kwa hiyo hata ukatili kwa sasa hivi umepungua na watu wameshakuwa waoga, na ndio maana watu wana namba yetu ya kupiga Simu ya bure 116 endapo kama bila malipo. Wafahamishe wa Tanzania ambao wanakutazama kuhusu channel yetu ya YouTube ambayo ni Shujaa TV. Unaizungumziaje channel yetu ya Shujaa TV? Kwa kweli kama mimi katibu wa SMAUJATA Kanda ya Ziwa, channel yetu ya YouTube Shujaa TV ninapenda sana mashujaa wote waweze kutazama mambo ambayo yanayoendelea katika vipindi hivi mbalimbali mbali. Kwa sababu kuiangalia hii TV itakusababisha hata kama kuna mtu mhalifu utaweza kujua namna ya kuweza kumripotisha na tunavyoangalia katika hii TV inatuelekeza mambo mengi mbalimbali mbali. Ndani ya humu kuna mashujaa ambao pengine wanaripoti vitendo bila uoga wowote. Tunaangalia kuna kipindi fulani, baadhi ya mashujaa walikuwa wengi wanaogopa hata kufika mahakamani, walikuwa wanaogopa kufika polisi lakini kuangalia TV hii itakuelewesha na kutakuwa kuna elimu mbalimbali za watu wat, wanasheria mbalimbali watakaotoa elimu kulingana na masuala ya maeneo ambapo upo. Lakini ukikaa tu kimya, maana yake pengine kuna wakati unatokea kimya kimya, unanyamaza na watoto wetu na Watanzania wenzetu watakuwa wame, wamekosa haki ya msingi. Kwa hiyo mimi naushauri jamii iweze kutazama hii, ya TV ili kusudi tupate elimu za kuende kuwaelimisha watanzania wenzetu na mashujaa wenzetu kwa ujumla katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini vilevile naombe viongozi wangu wa kanda mbalimbali mbali, kanda kas, ya kaskazini ya kusini kati, tuweze wote kujoin kwenye hii grupu la Shujaa TV kwa ajili ya kutoa elimu mbalimbali mbali. Ili kusudi tuweze kuwaelewesha watanzania wajue kwamba umuhimu wa, na, na madhara ya, ya kupinga ukatili katika nchi yetu na hasa tunajielekeza katika kipindi hiki cha uchaguzi ambapo ni kipindi ambacho e, nchi yetu inaingia kwenye uchaguzi. Tunajua kabisa katika kipindi hiki kuna mambo mengi yanaweza yakatokea, lakini kama sisi mashujaa ambao kwamba hatuna udini, ukanda, kabila wala siasa mbalimbali tunaweza tukaisaidia jamii yetu, au tunaweza kaisaidia serikali yetu kwa ajili ya kuhamasisha na kupinga vitendo vyote vya ukatili. Au kuna watu ambao wanatarajia kufanya ukatili, sisi tunaweza tukawai mapema, ili kuweza kuisaidia serikali yetu.